Naam. Kuelekea Oktoba 29 mwaka huu 2025 siku ambayo ama tarehe ambayo itakuwa ni ya uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania. Baadhi ya mambo mbalimbali yanaendelea kujitokeza hasa katika kampeni za wagombea wa nafasi mbalimbali mbali, yani nafasi za udiwani, ubunge pamoja na urais. Tumeshuhudia huko katika mkoa wa Kagera ambaye, ambapo uh, aliyewahi kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, si mwingine Ezekiel Wenje akihamia kwenye Chama cha Mapinduzi. Na katika moja ya sababu alizozitoa ni kwamba kuhama chama si usaliti, bali yeye anaenda katika ligi kuu ya maendeleo ya nchi ya Tanzania. Alisema nini? Baadhi ya nukuu zake tunazo hapa ambapo tunaelezwa kwamba Uh, aliyekuwa mwenyekiti wa kanda ya Victoria Kandaziwa wa Chadema ndugu Ezekiel Wenje amesisitiza kuwa uamuzi wake wa kujiunga na Chama cha Mapinduzi haupaswi kuchukuliwa kama kitendo cha usaliti bali ni uamuzi wa uzalendo wa kimkakati wa kutafuta eneo bora la kufanyia siasa kwa maendeleo ya Watanzania. Hiyo ni kauli mojawapo ya ndugu Wenje, lakini ameendelea akisema kwamba, akizungumza kwa hisia kali huko Mleba, mkoa wa Kagera, wakati wa mkutano wa kampeni ya mgombea urais wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan, Wenje alisema CCM, CCM ndicho chama kinachompa fursa kiongozi kushiriki moja kwa moja katika kutafuta changamoto ama kutatua changamoto za wananchi na kusukuma mbele ajenda za maendeleo ya taifa la Tanzania. Wenje ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Nyamagana na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema alichukua wazi sababu kuu ya chama hicho kususia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba 29 akieleza kuwa chama hicho kimepoteza mwelekeo na kufilisika kisiasa. Alisema uamuzi wa kususia uchaguzi mkuu unaonyesha wazi ukosefu wa mshikamano na udhaifu mkubwa wa chama hicho kisiasa. Wenje alibainisha kuwa migogoro ya muda mrefu hasa mivutano baina ya viongozi wakuu waku wa chama hicho, huku akiwataja timu Mbowe na timu Lisu, imevuruga misingi ya chama, kuharibu umoja na kuwavunja moyo maelfu ya wanachama, na hivyo kusababisha Chadema kutokuwa na nguvu za kushindana kihalali. Ananukuliwa Wenje akisema kwamba ukiona kiongozi wa Chadema anasema yuko tayari kwa lolote, ujue amekata tamaa. Kazi ya kiongozi ni kuonesha njia, si kukatisha tamaa wafuasi wake, alisema Wenje kwa msisitizo, akisisitiza kuwa chama hicho kimegeuka kuwa chama ama chombo cha misukosuko suko ya wanaharakati wanaofadhiliwa na taasisi za kimataifa badala ya kuwa chama cha kisiasa kinacholenga kuunda sera. Wenje alihitimisha kwa kusisitiza kwamba CCM ni chama chenye mfumo, maono na dira, ndio maana ameondoka kwenye siasa za mchangani mchangani na kurudi hapa kushiriki katika kazi ya kweli ya kujenga taifa kwa kushirikiana na, na Dkt. Samia Suluhu Hassan na chama chake. Ni maneno ama ni baadhi ya maneno ya ndugu Ezekiel Wenje ambapo ameamia kutoka chama cha Chadema kwenda chama cha Mapinduzi na huku akieleza maneno kadhaa ambayo baadhi nimekusomea. Lakini yote na yote nakukumbusha mtazamaji kwamba tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ndio siku ya uchaguzi mkuu wa nchi ya Tanzania. Kampeni zinaendelea kati ya wale wagombea wa vyama vya siasa ambavyo vimeingia ndani ya uchaguzi, lakini kumbuke kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho chenyewe kilikataa kusaini kanuni za maadili hivyo kujiondoa moja kwa moja kisheria kutoshiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Haya ni baadhi ya maneno kama nilivyokusomea ya ndugu Ezekiel Wenje. Wewe mtazamaji, nini maoni yako kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025? Karibu kwa uzalendo na uwe na wakati mwema. Asante.